Yaani, ule ute ute hapo tunawita uwodo au voto kwa lugha za Kiswahili, synovial fluid kwa English. Ni kwamba sasa ilikuwa na sasa shida kubwa sana si kwa ajili ya mfupa mmoja saizi osteoarthritis au arthritis, pamoja pia na gouts inaweza kutaradhari. Vijana wanasema ina, ina taradhari, yani ina pamba moto. So, um, sisi tumekuja na kina pakeji ambayo inaweza kumaliza hii kutu chana na mambo ya kufika stage sasa, yani ifike hatua kasa hata yani hata kutembea changamoto, ifike hata hatua ni kiuno, yani hata kuinuka changamoto. Lakini pia sasa kumekuwepo na hizo ambazo ambao zimetengenezwa kwa mfano

Dr. Mamel tuna namba tutaweka hapo chini, hapo chini, kwa ajili ya, uh, kama utahitaji kuwasiliana sisi kuwasiliana nasi. Nakutakia wakati nzuri na karibuni. Asante.